Mheshimiwa mgeni rasmi, dhamira ya taasisi ya elimu Tanzania katika miaka hamsini ijayo ni kuwa kitovu maridhawa cha ubora katika uandaaji ukuzaji na ubunifu wa mitaala. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuadhimisha miaka hamsini TETI itafanya shughuli mbali mbalimbali ikiwemo matembezi haya ya hisani, kutoa mafunzo kwa walimu kwa kutumia teknolojia ya darasa janja tutazindua vifaa mbalimbali vya kisasa vya TEHAMA katika shule mbili za serikali, moja ya msingi na moja ya sekondari, kwa lengo la kuimarisha matumizi ya TEHAMA kama nyenzo muhimu katika kufundishia na kujifunzia. Tutatoa mafunzo mahususi kwa walimu wote nchini juu ya namna ya kutoa unasihi na ushauri kwa wanafunzi na pia tutaendelea kuhamasisha uchangiaji kutoka kwa wadau ili kuweza kuimarisha uwiano wa kitabu na mwanafunzi kufikia kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango huu utaendelea mpaka siku ya kilele cha adhimisho haya hapo mwezi me, mezi Juni 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tulivyoeleza hapo mwanzoni, kauli mbiu ya maadhimisho yetu ya miaka hamsini, ni kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Taasisi ya Elimu Tanzania imeona ni vema tunaposherehekea miaka hamsini, tushirikiane na wadau mbalimbali katika kuunga mkono juhudi za dhati za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuboresha elimu. Hivyo matembezi haya pamoja na maadhimisho ya miaka hamsini yamejikita katika kukusanya fedha kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo serikali, sekta binafsi, mashirika ya dini na watu binafsi kuchangia upatikanaji wa kiasi cha shilingi bilioni 297 milioni 296 laki mbili sabini na mbili mia sita tisini na moja zitakazowezesha kuzalisha vitabu kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha sita. Kuja na kushoka, Toos manufactures ni mabingwa na wabunifu wa bidhaa rafiki wa mazingira. Tumebobea katika kutengeneza majiko banifu yanayotumia mkaa mbadara na gesi yenye uwezo mkubwa wa kutumika katika taasisi mbalimbali mbali, kama shule, vyuo, hoteli na hata majumbani kwetu. Utajipatia mashine zenye ubora wa kuzalisha mkaa mbadara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 au sifuri saba tano nne mia nne na thelathini moja mia tano na ishirini na mbili.